Mtazamaji wa Mwananchi Digital, mapema leo asubuhi tulikuletea stori kuhusiana na jeshi la Israeli IDF, kutekeleza mashambulizi yake katika kitongoji cha Dahiye jiji la Damascus nchini Lebanon, huku serikali nchini humo ikithibitisha watu watatu kuuawa katika mashambulizi hayo. Sasa katika mwendelezo wa stori hiyo ripoti iliyotolewa na shirika la habari la Al Jazeera imesema kuwa idadi ya waliouawa katika shambulizi hilo imeongezeka na kufikia watu wanne akiwemo ofisa mwandamizi wa kundi la Hezbollah. Jeshi la Israeli lilisema kuwa ofisa huyo, anayefahamika kama Hassan Bdeir, aliuawa na alikuwa mwanachama wa kitengo cha Hezbollah na kikosi cha Kudusi cha Irani na alihusika katika kusaidia kundi la Kipalestina la Hamas kupanga shambulio kubwa zaidi la kigaidi dhidi ya raia wa Israel. Chanzo cha usalama cha Lebanon kilisema kuwa shabaha ya shambulio hilo ilikuwa kiongozi huyo wa Hezbollah aliyekuwa na majukumu yanayohusiana na masuala ya Kipalestina. Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema kuwa shambulio hilo liliwaua watu wanne, akiwemo mwanamke mmoja, na kuwajeruhi wengine takriban saba. Ili hii ilikuwa mara ya pili kwa Israeli kufanya shambulio la anga katika vitongoji vinavyodhibitiwa na Hezbollah mjini Beirut nchini Lebanon ndani ya kipindi cha siku tano, na kuongeza kuwa mvutano juu ya usitishwaji wa mapigano uliofadhiliwa na Marekani uliomaliza mgogoro mkubwa wa mwaka jana umezidi kutokota. Mashambulizi hayo yameendelea wakati ambapo hali inazidi kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo, huku Israeli ikianza tena mashambulizi eneo la Gaza baada ya kusitisha mapigano miezi miwili iliyopita, na Marekani ikishambulia wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran ili kuwalazimisha kuacha kushambulia meli katika Bahari Nyekundu. Mbunge wa Hezbollah, Ibrahim Masawi, alisema shambulio hilo la Israeli lilikuwa ni uchokozi mkubwa na hatari ambao umepelekea hali katika kiwango cha tofauti kabisa, hususani wakati huu ambapo wanapambana kurejesha amani katika ukanda huo. Akizungumza kwenye televisheni baada ya kutembelea jengo lililoshambuliwa, aliitaka Serikali ya Lebanon kule kuimalisha diplomasia katika kiwango cha juu ili kutafuta suluhisho la kudumu katika eneo hilo. Waziri wa Mambo ya Nje wa Israeli, Gideon Saar, alisema kuwa operesheni hiyo ilimon, iliondoa tishio halisi na la haraka zaidi katika eneo hilo, na nukuu tunatarajia Lebanon ichukue hatua za kuwaondoa magaidi wanaofanya mashambulizi kutoka ndani ya mipaka yake dhidi ya Israel, amesema Sar, mwisho wa wakonoko. Israeli iliipiga Hezbollah kwa nguvu wakati wa vita, ikiua maelfu ya wapiganaji wake, kuharibu silaha zake nyingi na kuwaua viongozi wake wakuu, akiwemo Hassan Nasrallah. Hezbollah imekanusha kuhusika na mashambulizi ya hivi karibuni ya maroketi kutoka Lebanon kuelekea Israel, ikiwemo moja lilioshambulia shambulio la anga la Israeli katika vitongoji vya kusini mwa Beirut siku ya Ijumaa. Shambulio la Jumanne liliharibu ghorofa tatu za juu za jengo moja, Aljezira. Mwandishi wa Aljezira aliyoko eneo la tukio amesema, huku mabalkoni ya ghorofa hilo yakiwa yameharibiwa kabisa, kioo cha ghorofa za chini kilibaki salama, jambo linaloashiria kuwa shambulio hilo lililengwa kwa usahihi. Hata hivyo, ambulansi zilifika eneo la tukio, Huku familia zikikimbia kuelekea sehemu nyingine za mji huo wa Beirut. Hakukuwa na onyo la mapema, tofauti na shambulio la Ijumaa, ambapo jeshi la Israeli lilitangaza jengo ambalo lilikuwa linaenda kushambuliwa na kuwaagiza wakazi wake waondoke. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alilaani shambulio hilo la anga na akieleza kuwa kama onyo la hatari linaloashiria nia mbaya dhidi ya Lebanon, huku akisema kuwa serikali yake itaimarisha juhudi za kidiplomasia na kushirikisha washirika wa, wa kimataifa kwa upande wa Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam, alisema kuwa shambulio hilo lilikuwa na uvunjaji wa wazi wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo liliweka msingi wa usitishwaji wa mapigano hayo. Mkataba wa kusitishwa kwa mapigano hayo ulilenga kuondoa wanajeshi wa Israeli kusini mwa Lebanon, dhidi ya wapiganaji wa silaha za Hezbollah na kupelekwa kwa wanajeshi wa Lebanon katika eneo hilo. Hata hivyo upande kila upande una mlaumu mwingine kwa kutotekeleza wa kikamilifu masharti ya makubaliano hayo ambapo Israeli inasema Hezbollah bado ina miundo mbinu yake kusini mwa Lebanon, huku Lebanon na Hezbollah wakidai kuwa Israeli bado inakalia maeneo matano ya vilima vya Lebanon kimabavu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kuwa Israeli ilikuwa inajilinda dhidi ya mashambulizi ya roketi kutoka Lebanon, na kwamba Washington inawalaumu magaidi kwa kuanzisha upya mapigano hayo, na nukuu mapigano yameanza tena kwa sababu magaidi walirusha maroketi ndani ya Israeli kutoka Lebanon, msemaji wizara hiyo alisema katika barua pepe aliyoituma kwenda shirika la habari la Reuters akijibu swali kuhusu mashambulio ya anga ya Jumanne, ambapo msemaji huyo alisema kuwa Washington inaunga mkono hatua hiyo ya Israel. Migogoro kati ya Israel na Hezbollah ulianza wakati Hezbollah ilipoanza kushambulia kwa kuunga mkono Hamas mwanzoni mwa vita vya Gaza mapema mwaka jana. Mgogoro huo ulizidi zaidi kuwa mbaya mnamo Septemba mwaka jana wakati Israeli ilipoanzisha mashambulizi makali, ikatangaza lengo lake la kuhakikisha kuwa makumi ya maelfu ya watu waliokuwa wamehamishwa kutoka kaskazini mwa Israeli wanarudi nyumbani. Hata hivyo, viliwalazimisha zaidi watu ya milioni moja kuhama makazi yao na yaliwaua angalau watu 3768 nchini Lebanon kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya ya Lebanon kutoka Novemba. Tangu kusitishwa kwa mapigano hayo, makumi ya watu zaidi wameuawa na mashambulizi ya Israel. Takwimu za Lebanon hazitofautishi kati ya raia na wapiganaji wa kundi hilo. Wakati wa vita mashambulizi ya Hezbollah yaliwaua raia 45 wa kaskazini mwa Israel katika milima ya Golan inayokaliwa na Israel. Takriban wanajeshi 73 pia waliuawa kaskazini mwa Israel katika milima hiyo ya Golan na katika mapigano ya kusini mwa Lebanon kwa mujibu wa mamlaka za Israel. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.